habari za wakati huu mtazamaji wa Zantime online TV. karibu tena katika mazungumzo yetu ambayo yanakujia kila siku mimi ni mtangazaji wako Warda Hamid usisahau kusubscribe, kulike kucomment pamoja na kushare. kama kawaida yetu huwa tunatembelea tunatembelewa na mgeni ambaye tunafanya, tunafanya mahojiano kuhusiana na kile ambacho anataka kutuwasilishia na leo hapa mbele yangu nina mgeni ambaye atatuelezea mengi, mengi mengi mengi sana. Karibu sana, habari yako? Sana. Pole na safari kabisa, asante uko nyumbani sana kufika katika sana ajitambulisho, watazamaji wanataka kujua nani na umetuletea kitu gani leo? nito... ni wanachama wa taasisi ya Internal International Health Care leo leo inawaletea kuhusu tiba ya virutubisho lishe virutubisho lishe virutubisho. mm -hmm. Uh, lishe. Taasisi ya Internal International Health Care ni taasisi ambayo inatoa huduma za afya, kama vile mfano la huduma ya afya inatibu marasafo tofauti, mfano vile kisukari, vidonda vya tumbo, gesi, mawasili Matatizo ya ya matatizo ya matatizo ya uzazi kwa wanaume, matatizo ya uzazi kwa wanawake, na kufanya na, na kutibu uvimbe pasina operation tidelishe. Uh, hivi vimetengenezewa kwa matunda, mboga mboga na na mazao ambayo yanatokana na bahari na mazao mengine ambayo yanatokana na msituni na kadhalika, mm. tunafahamu kwamba mtu mara nyingi Anakutana na mm -hmm. shida akishapata kisukari, akija katika ofisi mm -hmm. zenu mm huduma gani ya kwanza tukimpa inaweza kumsaidia pengine kupona kupo au kupata nafuu? Huduma ya mwanzo lazima, hatuwezi kumpangia ale virutubisho moja kwa moja mpaka afanye vipimo mm -hmm. vya mwili mzima ili kujua chanzo cha maradhi yake, kisha tena baadaye shauia chanzo cha maradhi yake yoyote yale, kama kisukari ulikosema au kadhalika. Kisha tuna baadaye tunapangia vile bidhaa ambazo zinaweza endana na virutubisho ambazo vinavyoendana na maradhi yake. Hivyo, hizo virutubisho vyenu au hizo dawa zenu ambazo mnatoa, inakuwa ni mnaponya moja kwa moja au inakuwa mnampa tu inapunguza ile kasi, baadaye anarudia tena, inapona moja kwa moja kwa sababu mfano unapokuwa uh, virutubisho lishe vyetu kwa sababu vina kinga, vinatoa sumu mwilini an unaovipata pengine kwa kupitia matatizo mbalimbali, mfano pala labda vile uli, uli vipata, uli, zile sumu ulizipata kwa kupitia pingine vyakula au kwa kupitia madawa ya chemical au labda umepata kwa njia labda ya mazingira ambayo unaishi unapo anapotumia virutubisho vyetu tayari vile vina mtuasumu mwilimu vinamkinga na vina msijiti ili maradhi. Kwa hivyo akifuata na saha na ushauri na saha mzuri wa daktari, basi shaba yanaweza kutokomezea moja kwa moja, kwa sababu hivi ni jamii ya mboga mboga na matunda. Kwa hivyo kama atafuata ushauri wa daktari au wa mtaalamu, basi asilimia ya kubwa almaua yakaondoka haya matatizo, kwa sababu haya ni marazi kama marazi mengine, kwa sababu ule mkosefu wa nini ni ukosefu wa watibalishe mwilini wa vitamisho lishe mwilini, au labda mfumo mbaya ambao amejijengea mwenyewe pingine wa ulaji, inawezekana ndio akapata ile maradhi wenyewe. Mtu ambaye mnampa ushauri, baadaye hafuati ile ushauri, alafu anarudia tena ile hali, ndio inaweza kumbe. Pengine ushauri tunampa sisi, tunamwambia kula dawa kwa utaratibu safana, lakini yeye atakula pengine sasa hivi

Kwa mpangilio basi tutaondoka sasa, inabidi ikiwa kama atafanya kinyume na marazi, ya marazi inaweza yakarudi kwa sababu ndako hakusimaliza kila kitu kina hmm. kitu kime, msukumo, kila kitu kina mapendeleo. Kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka kuingia katika masuala haya ya nishi? Kitu kile, kwa sababu nimeona asilimia kubwa ulimwenguni tuna adui marazi na adui umaskini yeah. Waibu, miuna. Kwa hivyo, mmeona kitu kilichompa msukumo kuingia katika hii tiba lishe ni kwa kuwaona kuwaona asilimia kubwa ya, ya watu ulimwenguni wanaishi na afya duni. Kwa hivyo umeona nijikite zaidi katika mambo ya tiba lishe ili kuondosha ku, yale matatizo ambayo yanawaathiri watoto wanawake wanaume wazee na vijana. Katika kazi hakukosi changamoto mm. Ndiyo, na kama tunavyojua wagonjwa wengine wanapata taratibu na miongozo mm, na ushauri ambao mm, yeah. changamoto gani ambazo tunakutana nazo? Uh, changamoto ambazo tunazokutana nazo sisi, kwa sababu watu washazoele kwenda hospitali, mfano labda atakwambia kama hivi, unaweza mfano labda mtu labda ashaenda hospitali nyingi hajatibiwa, au sio kama hakuamini na wewe wakati mgonjwa yule hajafanya nini, hajamaliza matibabu, inabidi anakuwa kama anakuwa mgumu kukuamini, mpaka ukae useme naye uzungumze naye, unasihi umpe zile tiba ambazo zinazofanya zina, zinazofanya kazi virutubisho. Tena baadaye anakubali na anakuja nasha kutumia hizo virutubisho vyetu, basi anakushukuru kwa asilimia mia moja, azawadi anakupa Yes. Mpaka afikiwe ndio wanakuja kutoa uh, uh, uh, uh, na shukrani ehe, kwa sababu mwanzo wa pengine kashaangaika hospitali nyingi, kashenda hospitali nyingi sana, kwa pengine ile tatizo limejificha chini halijaonekana katika vito, kwa sababu bado hajamaliza tiba, hajamaliza vitu unaambia, kama sikaletamako kwa rahimu za Mungu, unakuwa kwa hivyo anakuwa mkaidi yule mtu kutuelewa, lakini baadaye baada kumpa maelezo kufahamisha tiba zetu zinatibu vipi, zinafanya kazi gani vipi, zile nasaha ambazo tunazompa baadaye, anabaki na kochi mwenyewe, anafikiri kisha anafanya aailnaasii anaa yeah. mm -hmm. Na natoa matibabu kwa watu dini tofauti kwa magonjwa tofauti tofauti. ni wagonjwa gani wengi hasa ambao mnapokea mara kwa mara katika, tunawapokea sisi zaidi yeah. Wengi ambao wana matatizo labda katika familia yao, utakuta wakatu mwingine matatizo ya, ya uzazi. Tunawashauri sana hawa wanapokuja ku, ku, ku, kujitibu, hawa wenye matatizo uzazi ya uzazi aje yeye na muzi wake au matatizo ya uvimbe, utakuta matatizo mengi ambayo tunapokea. so, kama labda mwanamke mwana alichangamoto mwana mwana za za homoni zake hazijatulia vizuri, wale pia tunakutana na changamoto nakutana na, na changamoto labda utakuta labda wa wa wanaume wanapata wana changamoto za wanapata yani, wanagombana na familia zao wanakuwa na matatizo na familia zao, kumbe hawafanikiwe katika maisha yao ya nini ya katika ndoa yao. Sasa so, wakija hapa wanapata ushauri, wakishapata ushauri nasaa, kumbe wanakumbuka kwa kwamba kumbe matatizo yale ya ya ya mfumo wao wa uzazi kwa upande <laughs> <laughs> wa wanaume kwamba yanatibika, muhimu ufuate zile taratibu zako. Hivyo zile matatizo tofauti tofauti, mfano kama mwingine, asilimia kubwa tunapata wagonjwa wa kisukari, hasa zaidi wale ambao washafikia umri mkubwa. Kisukari pengine labda mtu shakula chumvi nyingi wagonjwa ambao wa kisukari chakula gani hasa wanatakiwa atumie? Kutokana na mgonjwa wa kisukari, kwanza anatakiwa atumie mfano mboga mboga, matunda na vyakula mfano vya nyuzi nyuzi, mfano kama vile viazi vikuu atumie, yeah. uh, vile mfano mboga mm -hmm. lakini yeye asitu, asitumie nini, asitumie mfano sukari, sukari vile vile natakiwa anywe maji kwa mengi, lakini yale maji mengi anywe kwa utaratibu maji. So maji mengi tena, ukachukua birika zima ukajimiminia kwa wakati mmoja, kwa utaratibu. Na mazoezi madogo madogo anaweza kufanya, alafu pia pia afuate na ule ushauri na saa wa kidaktari. Vyakula vipo vingi ambapo au, au hata ule mlo wake anapokula, hata mfano kama labda mgonjwa sukari, mfano labda hii ndo sahani yetu, au sio? anatakiwa aigawe mara aigawe mara tatu, aike hapa aike kile chakula kinachotaka wale, mfano labda dona, ndio kunjwa sukari, awe le robo, mboga iwe ndo ndo chakula wenyewe ehe. Sasa tafauti na sisi tulivyosoele mboga huo mkubwa, lakini mboga kidogo eh. Sasa wakati unatakiwa wewe kule virutubisho, mfano kama hivyo mboga. Sasa kwa hivyo mboga ndo utakuta mara nyingi mtu akiwe nyingi alafu na